Mada ni kanisa la Kiprotestanti, binti wa injili ya tohara. Wao si watoto wa injili ya kweli, bali wa tohara. Hebu tuanze na mstari huo. Kristo alitukomboa katika laana ya torati kwa kufanyika laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu angikwaye juu ya mti. Kristo alitukomboa kutoka kwa nini? kutoka kwa laana ya nini? Na tohara ni nini? Ni kurudi kwenye sheria, kurudi kwenye misingi, na hawatambui kwa sababu hawajui jinsi ya kugawanya mitume kumi na moja dhidi ya Paulo. Wanafikiri kwamba Paulo na mitume wengine ni kundi lenye umoja, lakini tuna uthibitisho kwamba maadui wa Paulo walikuwa mitume, kama ambavyo tumejifunza tayari kutokana na uthibitisho ulioandikwa. Sasa tutakuonyesha makosa machache kabla ya kwenda kwa wengine, lakini ya kwanza tutakayoangalia ni hii: wanaamini katika ubatizo wa maji, wanaamini kwamba washiriki wote wanapaswa kubatizwa. Wanakataa ubatizo wa Kikatoliki ambao ni kwa kunyunyiza maji kidogo wakati wao ni watoto wachanga. Wanasema kwamba Kristo alibatizwa akiwa mtu mzima, kwa hiyo ni lazima mtu abatizwe akiwa mtu mzima, na kisha wanabatiza watu wazima hata hivyo kuna maagizo kwa ajili yetu sisi mataifa yanayopatikana katika moja wa Korintho, sura ya moja, mstari wa kumi na saba. Angalia Mkristo wa kwanza alisema nini? Paulo alikuwa wa kwanza kuitwa Mkristo, mitume waliitwa wale wa njia, lakini Mkristo wa kwanza, Kristo alipomtokea, alionyesha hili. Waraka wa kwanza kwa Wakorintho 1:17. Kweli, Kristo hakunituma kwa nini bali kuhubiri Injili, si kwa hekima ya maneno, msalaba wa Kristo usije ukabatilika. Kwa hiyo Kristo alisema nini kwa Paulo? Usibatize. Na pia aliwaambia wanafunzi wenzake wabatize? Hapana. Paulo alikuwa wa kwanza, anasema mimi wa kwanza. Kwa hivyo ya kwanza, mkristo wa kwanza anaitwa, huwezi kubatiza. Hilo ni jambo la kawaida. Kwa hiyo Waprotestanti wa, wa Pentekoste, takriban vikundi vyote vya Kikristo vinabatiza waumini, hata vikundi vya shetani vinabatiza. Mashahidi wa Yehova wanabatiza, wamomoni wanabatiza, wote hukatwa kwa sura sawa. Sasa mtu katika hali ya neema habatizwi kwa maji, kwa sababu ni sawa na kuuchachua unga. Chachu kidogo hufanya unga uinuke, ni kuchafua usafi wa injili ya neema. Kwa hiyo kwa Mkristo wa kwanza, kiongozi wa kwanza anasema, Kristo hakunituma kubatiza. Je, huo utakuwa ushahidi wa kutosha kwako? Naam, katika Waibrania 6:1 kwa wale wanaosikia wapate kuona baadaye, inasema tukiacha mafundisho ya awali kuhusu Kristo, mafundisho kuhusu ubatizo. Na ni vizuri kusikia hivyo. Je, Unajua ni watu wangapi wanahisi hatia kwa sababu mama yao hakuwabatiza walipokuwa wadogo? Kulikuwa na talaka ambapo watoto walienda kuishi na shangazi yao, na shangazi hakuamini katika hilo, na kisha walipoulizwa, je, umebatizwa? Wakajibu hapana, hapana. Toa oh, baba, hawajabatizwa. Nakumbuka mama yangu aliniambia, tazama mwanangu, lazima ubatizwe, lakini ilibidi ujifunze taratibu nyingi za ushirika wa kwanza. Kwa hiyo ili niepuke kuhusika katika fujo hiyo, mimi pia sikubatizwa, na ni jambo moja baada ya jingine, na sikutaka. Lakini basi, ikiwa utaishia kufa hivi, wafikiria. Lakini ubatizo hufanya nini? Ubatizo huondoa dhambi ya asili. Ikiwa dhambi ya asili ingeondolewa, kusingekuwa na magereza, kwa sababu wafungwa wote wamebatizwa, na hakuna chochote kilichochukuliwa kutoka kwao. <laughs> Anywai, huo ni uongo uliojificha. Wana nguvu sana, sivyo? Na hawaelewi hilo. Wanaelewa mambo mengi sana, angalia. Wanajua kuomba sadaka, wanajua kuibia watu, wanajua kushika simu na ni wataalamu wa kuomba pesa. Wana hata wizara zinazojitolea kuomba omba, wanasema hata hivyo wao ni wapumbavu kiasi kwamba hawawezi kuona jinsi wanachofanya ni upuuzi, kuoga wenyewe katika jina la Yesu Kristo, wakati ubatizo wa maji ulibadilishwa na ubatizo katika kifo chake, ambayo ni Waibrania, samahani, ni Warumi sura ya sita mstari wa tatu inasema hivi: tukijua ya kuwa sisi tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa katika mauti yake, wala si katika maji. Wabaptisti ambao nilifanya nao kazi kwa takriban miaka saba wanatumia Warumi 6:3 kusema kwamba ubatizo wa maji ni huo, na mtu yeyote anayesoma neema anatambua kwamba haipaswi kuwa hivyo. Kwa hivyo tayari tumetupa wazo la msingi chini, tukitumaini, tukitumaini kwamba ndugu zetu wapendwa wa Protestanti wanatambua kwamba wanayumbayumba, nasi tunajua hilo. Kuna mtu anajua wanachechemea, ni vilema. Ushirika mtakatifu tusome kwanza wa Korintho wa tano, mstari wa saba. Kwa haraka sana, nitaorodhesha makosa matatu kabla ya kuendelea na mengine. Jitakaseni basi na chachu ya kale hiyo ndiyo sheria, ili mpate kuwa misa mpya neema nini, hamkutiwa chachu kama mlivyo, kwa maana Kristo Pasaka wetu amekwisha kuwa nini? Kwa hivyo ikiwa pasaka ikiwa Pasaka imekwisha kutolewa dhabihu, kwa nini tuna kipande kidogo cha mkate na maji kidogo? Unajua, wakatoliki wote ni vilema katika jambo hilo, wanatumia mwenyeji huyo ambayo sielewi jinsi wanavyotumia, wanatumia jeshi na divai. Na kisha waprotestanti wanasema inaweza kuwa mkate wowote, inaweza kuwa juisi yoyote ya zabibu. Ninakuambia hilo hilo hilo linatoa nini? Siwezi kuzungumza juu ya hilo tena. Unajua, huo <laughs> ni upuuzi. Mara nilipotambua hilo, nilichukua sahani zote za komunyo zenye rangi ya dhahabu, unajua, zinang'aa na ni gali sana, kwa sababu ni alumini, lakini zina rangi ya dhahabu au fedha. Na nilipogundua ilikuwa kama alumini inapondwa, nilisimama pale hivi na kuwatupa wote kwenye takataka <laughs> hiyo ndiyo inastahili. Matendo sura ya pili Aya ya 37 na 38. Petro alikuwa akihubiri, unajua kwamba Petro ndiye kiongozi wa wale wanaopindua nyumba nzima. Kiongozi wa tohara anayevuruga kaya nzima kwa ajili ya kupata faida isiyo ya haki. Kwa hiyo baada ya Petro kuhubiri, tazama kile alichosema. Baada ya kusikia hayo, yaani ujumbe wa Petro. Petro aliwaambia kwamba walikuwa wamemuua Masihi, na Masihi alisema hakuna mtu anayeniondolea uhai wangu. Lakini Petro aliwalaumu kujaribu kuwafanya watubu. Kumbuka kile Kristo alisema, hakuna mtu anayeniondolea uhai wangu, ninao uwezo wa kuutoa, kwa sababu ninao uwezo wa kurudisha na kuchukua. Lakini basi alichukua nafasi hiyo na kuwaambia, mlimuua mtu mwadilifu. mimi ndiyo wewe, kwa sababu hivyo ndivyo Waprotestanti wanavyosema: ulimua, alikufa kwa ajili yako, una hatia. Kama wangeniambia hivyo, ningekimbia mbele na kusema Bwana nisamehe. Na huo ni uongo, hukuwa mtu yeyote, hata haukuwepo, na leo wanakulaumu. Sikiliza, niliposikia neno hili, walihuzunika sana. Nani asingehuzunika? na walimwambia nani, hebu wazia jinsi Petro yule mwovu alivyokuwa. Huyo ndiye mtu mwovu zaidi katika Biblia nzima, na hawa Waprotestanti bado wanamuita mtume wangu Petro. Unawezaje kumheshimu mtu kama huyo? Inasema na wakamwambia Petro na mitume wengine, umeona wote wako pamoja hapo, ndugu, tufanye nini? Akamjibu hivi, Petro akawaambia tubuni, na kila mmoja wenu abatizwe kwa jina la Yesu Kristo kwa msamaha. Ndiyo maana kuna makanisa yanasema mpaka ubatizwe huna msamaha wa dhambi, kwa sababu uongo mmoja unaongoza kwa mwingine. Sasa usipotubu, usipobatizwa hakuna msamaha wa dhambi. Pia kwa ondoleo la dhambi, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu kisha wanapokea kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho kwao ni kunena kwa lugha, na kisha pia wanapendekeza kwamba lazima utubu. Sasa Paulo kwa uwazi sana anasema, hebu tuone mtume wetu anasema nini. Mtume tunayemheshimu mtume wa ukweli, zingatia hilo, napenda ukweli, tetea ukweli kwa sababu ndivyo tunavyofanya katika safari hizi zote. Wakati mwingine huna mapumziko yoyote kati ya ndege na viti, wakati mwingine laini na mara nyingine si sana, wao ni ngumu. Wakati mwingine nitaamka hivi na mimi ni mgumu na ninawaza ni nini kinaendelea, na inageuka, kiti kilikuwa kimeinama au kigumu, mto ulikuwa mgumu, na hiyo husababisha maumivu hapa. Halo ni kama mwili unapata mateso ya aina fulani huko, kwa sababu katika safari zote hizo chakula, wakati mwingine hukufanya uwe mgonjwa vitoweo mbalimbali au maji, vitu vingi sana vinavyotokea unaposafiri, lakini ni kwa sababu ya ulinzi huu, kwa sababu sio kwa sababu ya kusafiri, kwa sababu hiyo inachosha. Tamaa hiyo ya kusafiri hufifia baada ya miezi miwili au mitatu, kwa sababu unajua maana ya kubeba na kubeba, kupanga na kusafirisha. Lakini alisema mtume Paulo, alisema inasema katika waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya tano mstari wa 18 hadi 21. Hebu tuone ni nini kilicho sahihi. Hili mtu yeyote anayetutazama mtandaoni aweze kujirekebisha. Hili ndilo jambo sahihi kufanya na haya yote, yaani Paulo alisema kabla ya mstari huo wa 18 kwamba sisi tu kiumbe kipya katika Kristo, na haya yote yametoka kwa Mungu aliyetupatanisha sisi naye kwa njia ya Kristo, akatupa huduma ya upatanisho, kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake bila kuwahesabia watu dhambi zao. Hii ina maana kwamba hatawaita watubu, kwa sababu yeye hawazingati. Naye alitukabidhi neno. Je, na Petro alihubiri nini? Toba. Sasa Paulo anasema kwamba Kristo alipomtokea alisema alinikabidhi ujumbe wa upatanisho. Hiyo ina maana kwamba yeye haangalii dhambi yoyote ambayo unaweza kuwa nayo. Anakuambia kwa urahisi, tazama, ukubali kwamba alikufa kwa ajili yako, Patanisheni naye na mumshukuru. Kwa hivyo, unakaa hapo, sio kwenda mbele, sio kufanya tukio kweli, unaelewa, na unasema hey, asante Bwana. Iwe unasema kwa sauti kubwa au la, hata hivyo utafanya hivyo ikiwa wewe ni mwaminifu. Unasema asante, kwa sababu leo ninapokea upatanisho na ninapokea kwamba dhambi zote zimesamehewa na ninapokea kwamba nina amani nanyi na papo hapo ulipo, ukiketi chini, ukisikiliza kwenye mtandao, gerezani, umelazwa hospitalini, popote pale pale pale, yeye hukupatanisha. Hivyo ndivyo tulivyo, hivi ndivyo mchungaji alivyo, na kama mlivyo mshiriki. Sisi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo, kana kwamba Mungu anasihi kupitia sisi, tunawasihi kwa niaba ya Kristo jii kwa yule asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Tofauti ni kama usiku na mchana. Petro akasema, umemuua, una hatia. Hapa Paulo anasema jipatanisheni wenyewe kwa maana yeye hana hatia juu ya dhambi zenu. Isipokuwa wewe ni mfuasi wa dini, na unasema vizuri, napendelea Peter awe na uhakika. Au wewe ni kama wale wanaotaka usawa, na unasema vizuri, ninatubu na pia ninapatanisha kuwa na usawa. <laughs> Makosa mengine yanayodhihirishwa na kanisa la Kiprotestanti ulimwenguni kote, yakiwemo madhehebu yote nje ya kukua katika neema. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yesu alisema alisema atawapa mfariji mwingine Roho wa kweli. Atakufundisha mambo yote. Akizungumzia ubatizo huo katika Roho Mtakatifu, alimuita msaidizi aliyekuja kufundisha. Alikuwa Roho ya kufundisha na huko si kunena kwa lugha. Sasa angalia, inasema nini? Neema inafundisha nini? Na huduma hii inafundisha nini? Waefeso 1:13 Angalia inavyosema ubatizo wa kweli katika Roho Mtakatifu ni nini? Katika yeye ninyi pia. Nambari ya kwanza hivi ndivyo unavyopokea ahadi ya Roho Mtakatifu. Anasema katika yeye ninyi nanyi mmekwisha kulisikia neno la kweli. Neno la ukweli ni nini? Injili ya wokovu wako na kumwamini. Ulitiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Kutoka kwa nini, katika baadhi ya makanisa wanauliza, je, umepokea ahadi? Kisha unasema, ikiwa tayari unanena kwa lugha wanakuambia, lo, vema uko hapa. Mimi nikoje? Umeokolewa lakini huna ahadi. Kwa hiyo niko salama lakini sina ahadi, sina Roho Mtakatifu? Hapana, mpaka uwe na ahadi ya Roho Mtakatifu. Uko nusu ya hapo na hiyo inatia wasiwasi. Unaingia katika mojawapo ya makanisa hayo madogo madogo yaliyo karibu na yanazungumzwa sana kwenye televisheni. Huo ni ubatizo wa moto, na moto ni rapakatapaka rapakataka, na lazima uongee katika jambo usilolijua, kwa sababu kama hujui unachozungumza, huna ahadi ya roho. Waefeso moja kumi na tatu inasema ni nini? Basi sikia, kusikia nini? Injili ya wokovu wako ulitiwa muhuri na Roho Mtakatifu wa ahadi. Hapana, hapana. Lakini inatubidi kunena kwa lugha? Hapana, angalia kile waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 12 unasema kuhusu lugha, angalia inavyosema. Barua ya kwanza kwa Wakorintho sura ya 12 mstari wa 30, kifungu cha 30. Je, wote wana karama za kuponya? Unajibu nini? Hapana, si kila mtu ana karama ya uponyaji. Je, wote wanazungumza lugha? Sasa je, ahadi ya roho ni kwa kila mtu? Je, wote wanazungumza lugha? Sasa kwa hiyo, kwa hiyo kunena kwa lugha hakuwezi kuwa ushahidi wa hilo. Unaelewa? Ndiyo. Je, wanatafsiri kila kitu? Hapana. Sasa roho yote sote tumepokea kwa sababu, katika aya, katika sura hiyo hiyo inasema kwamba kila mtu tunayo mlevi wa roho yule yule yuleyi, yani roho tofauti. Pekee ni kwamba ni huduma yenye karama mbalimbali mbali. Ninazungumza lugha, nafanya utani juu yake, lakini ninazungumza lugha ndani ya mfumo, ni karibu kila mara ndani ya mfumo huo ambapo mtu huzungumza lugha, kwa sababu hiyo ni sehemu yake. Hilo ni jambo lisilojulikana. Sasa, anasema ukamilifu ukifika. Ukamilifu ni nini? Unapoacha mafundisho ya msingi. Paulo anasema, anasema wakati ukamilifu utakapokuja basi mambo haya ingekoma. Na kisha Paulo anasema kwamba unapoacha mafundisho ya msingi ya Kristo unaingia hiwapi? katika ukamilifu na mara unapoingia, eh, uh. ni lini mara ya mwisho nilinena kwa lugha? Imekuwa muda mrefu, na hapo awali kama sikunena kwa lugha kila siku, kama si roho Jose Luis angeyazungumza lakini ilibidi ilibidi nisikie mwenyewe nikiyasema, niseme kitu ili kuhisi kama ninahusika, kwa sababu imani haikuthibitishwa vyema aya hiyo. Kwa maneno mengine, jambo hili liitwalo ubatizo wa Roho Mtakatifu, ambao wanawita kunena kwa lugha nyingine, umesababisha mgawanyiko mkubwa katika kanisa. Kwa kweli kuna mwinjilisti huko Puerto Rico ambaye anasema kwamba ikiwa huneni kwa lugha hutaenda mbinguni. Sasa hali ni ngumu, lakini hiyo imeleta mkanganyiko mkubwa na haipatani na injili ya neema. Ni hayo tu. Tatizo kubwa ni kwamba hakuna ucheshi katika hilo. Hayo ni mambo ya msingi tu. Huo ndio mzizi wa uongo, sawa na Rumi. Waprotestanti ni sawa, Waprotestanti na Wakatoliki ni sawa. Sio vizuri mbele ya kitabu hiki kilicho hapa, hawawezi, hawana ushahidi na wanaijua. Na hata zaidi, wanaponisikiliza wanajua na kusema, mtu huyu anasema ukweli, hatuwezi kubishana naye. Unafikiri ni kwa nini wachungaji hawa wote huko Miami wako kimya na hawadhubutu kutukabili? Jiulize kwa nini hawatukabili. Tunaweza kuwakabili, lakini hawawezi kutukabili, wanatetemeka. Wanasema, hei, tutawaambia nini? Mtu huyo anafungua kinywa chake na kufungua Biblia. Na tutajitetea vipi ikiwa wote wapo ni kwa udhihirisho wa kwanza wa Yesu Kristo. Wako pamoja na Yesu wa Nazareti, si pamoja na yule aliyeteseka msalabani. Na hakika sio pamoja nami kwamba mimi ni mjumbe wa Agano Jipya. Mwenye kueleza Vema basi, tulikuwa tunazungumza juu ya jambo hili, nadhani ilikuwa huko Costa Rica, jinsi Petro jinsi Petro anazungumza juu ya shetani. Kwanza Petro tano nane. Angalia angalia kile Petro anasema: iweni na kiasi na kukesha, kwa sababu mshitaki wenu ibilisi kama simba angurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu ameze. Hiyo ni tohara. Paulo anasema iliharibiwa. Je, unapendelea nini? Paulo anakuambia kwamba iliharibiwa kwa sababu hivyo ndivyo Biblia inavyosema, ndivyo Ezekieli asemavyo, ndivyo alivyosema Isaya, hivyo ndivyo Yohana rafiki yake Petro alivyosema. anasema sasa ni hukumu ya ulimwengu huu. kisha kuna neno lingine ambalo linanivutia sana kwa sababu Petro hathubutu kutumia neno kuamuliwa kabla, kwa sababu ameachwa bila ujumbe. Ikiwa Petro anasema kuamuliwa kabla, basi hana budi kukubali kwamba Mungu tayari amefanya kila kitu kabla kwa hiyo kwa kukubali kwamba ilikuwa tayari kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu inaachwa bila mahubiri, kwa sababu hapo ndipo uovu na uovu wa watu hawa ulipo; ni siri ya uovu. Aya hiyo iko wapi? Petro wa kwanza moja mbili. Hebu tuangalie mstari huo pia. Angalia jinsi inavyosema waliochaguliwa kwa kujua tangu zamani. Haisemi kulingana na kuamuliwa tangu zamani. Je, unatambua? Haya ni mambo ambayo watu huko nje hawaoni. Ukizungumza na walio kwenye mfumo kuhusu hili hawakuelewi. Watasema anazungumza nini? Ndiyo wanachojua tu kusema ni utukufu kwa Mungu, haleluya, na kuchanganyikiwa katika mistari miwili au mitatu na kuzungumza juu ya Ibilisi na kwamba Kristo anakuja. Hawajui. Hizi ni mistari muhimu ambayo unahitaji kuelewa, kwa sababu hii ndiyo maana ya tohara. Inasema waliochaguliwa kwa kujua tangu awali wa Mungu Baba kwa utakaso wa Roho kutii na kunyunyuziwa damu ya Yesu Kristo, na kisha inasema neema na amani na ziongezwe kwenu. Anathubutu kujaribu kuwa mcheshi neema na amani ziongezwe kwenu. Lakini si hivyo, kwa sababu Paulo tayari alifundisha neema. Kwa hiyo ilimbidi atumie lugha ambayo ingewafanya waumini wa wakati huo kusema, mtu huyu yuko katika hali ya neema. Lakini basi anakiuka kanuni kwa kutumia neno kujua mbele. Kujua mbele kunamaanisha kwamba Mungu inakuweka katika nafasi ya kuchagua, na kisha Mungu anajua kwamba utasema ndiyo lakini ukisema hapana, basi mpango wa Mungu hautafanya kazi. Na akiujua mwili wetu anasema kwamba hakuna aliye mwema hata mwenye haki, hata mmoja, hata amtafutaye Mungu. Inamaanisha kwamba mpango wa Mungu haungefanya kazi hata kidogo, kwa sababu sote tulisema hapana. Alikuchagua wewe, sio kinyume chake, na alikuchagua kabla hujazaliwa kwa sababu ya chaguo lakini ufahamu wa mbele unaonekana kama neno la busara. Hey, kwamba Pedro anazungumza kwa kina, anasema ufahamu, lakini anachofanya ni kukana kuamuliwa tangu asili, na kuamuliwa tangu asili ni tofauti. Kuamuliwa mapema kuna maanisha kwamba hatima yako tayari imeamuliwa kwa ajili yake. Kwa hivyo haya ndiyo makosa tunayoyaona katika tohara, na hao wachungaji wote wanaonisikiliza wote, kwa sababu wanaijua jambo pekee. Ni kwamba wao ni watu wanaopenda pesa na wanapenda kuwa na hundi zao. Watasema, nitafanya nini nikisema yuko sahihi? Wengine huchagua kusema, vema, nitahubiri jambo lile lile kwa mabadiliko machache, lakini nitaendelea na mambo yangu. Lakini kukiri kwamba wamekosea ni ngumu kwao, lakini wanajua ninachosoma. Tatizo ni kwamba tatizo ni wachungaji, kwa sababu kondoo wako tayari, kondoo wako tayari kusema ninachotaka ni ukweli. Hatujali mfumo huu au jengo litaanguka, tunachotaka ni kuwa katika kweli, lakini wachungaji hawataki, kwa sababu wamejipatia riziki kutokana nayo, wanapata riziki kutokana nayo, matumbo yao yapo katikati yake na wanakataa kurudi nyuma, lakini ni waongo. Na vilevile vile wale wanaonisikiliza sasa hivi, unasema uongo, na mapema au baadaye itabidi ujibu kwa sababu sio tu kwamba unaishi uongo, una watoto wako wanaishi uongo, mke wako anaishi uongo, mkutano unaishi uongo, na utalipa hasa. Baada ya kunisikia unahitaji kupata kitendo chako pamoja kuhusu hiyo.